Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu wa kumaliza mchezo salama. Ah, mimi na siri kubwa tukufuata maelekezo ya mwalimu anatufundisha, atufundisha mazoezini, ndio tukaje kufanya katika mechi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mwenyezi Mungu. kupata matokeo, mmepata ushindi wa magoli matatu Feisal, nini mwalimu alizungumza na nyinyi? Ah, mwalimu alizungumza kwamba mchezo utakuwa mgumu kwa sababu Coastal tukicheza nao mchezo unakuwa mgumu sana, kwa hiyo tuwa press juu Uh, watafanya makosa, ukifanya makosa tuwazibu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alichotuambia tumekifanya tumekifanya na tumepata matokeo. umefunga miongoni mwa magoli mazuri katika matatu ambayo, eh tukumbushe, ile ile moment ilikuwa na aina ya goli ah. Uh, moment ilikuwa nzuri kwa sababu uh, nimpokonya, ni, ni, ni, ni, ni, ni ya defender, imekaa vizuri, alhamdulillahi mm-hmm. Ndio hivyo kishaelewa. kishaelewa. Kama vile hujachukua tuzo. tuzo. <laughs> <laughs> Kisha Ah, <Okay. Kameen. laughs> uh, naona no, tumetengeneza nafasi kipindi cha pili pia lakini hatujasitumia vizuri. Kwa hiyo ni jumla moja ya mchezo, kwa hiyo ni football ilivyo. Kwa hiyo mnaweza mkapata mkapata nafasi mkasitumia vizuri kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili mkapata nafasi pia, msitumie vizuri. Kwa hiyo jumla moja ya football ilivyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu <laughs> mchezo unaofuata utakuwa mgumu zaidi ya huu ambao tuliocheza tuli tuliyocheza leo. Kwa hiyo tarudi katika uwanja wa mazoezi ili kufuata mwalimu anataka nini tufanye katika mchezo unaokuja kufanya vizuri. Nimeona kati umefunga, uh, Pascal Msindo alikuja kukurukia kwa nyuma, alifurahi kwelikweli baada ya kupata hii tuzo. Msindo anasemaje? Ah. Nimekuona mlikuwa mnazungumza sin, pale sina jema kwako, kwake eh? Hata nifanyeni anasemaje kwani? Anasema tunzo nimependelewa. Akubali au? Alikuwa anataka yeye na hajafunga. Hajafunga. Nakwambia.